Na nyinyi vijana wenzangu, naomba niwaambie, watu wengi ambao hawataki nchi yetu itawalike wanaamini kwenye kututumia sisi vijana, wanatudanganya kwamba nchi isipotawalika vijana tutapata maendeleo. Naomba mwende mwaulize maendeleo unapataje kama nchi haitawaliki? Na maendeleo, ndugu zangu, naomba niwaambie, maendeleo hayaji tu kama message inaingia kwenye simu. Maendeleo ni mchakato kama amani ikitoweka ndugu zangu, inawezekana sisi ambao ni vijana mpaka tutazeeka, hayo maendeleo tunaoambiwa, hizo ajira tunazoambiwa, inawezekana hata hatutakuja kuzipata, kwa sababu bila amani hakuna kitu ambacho kinawezekana. Sasa lazima tukubali kulinda amani yetu tulionayo, lazima tukubali kutengeneza maendeleo yetu ya kata Ntobeye, lazima tuendelee kutengeneza amani na maendeleo katika jimbo letu la Ngara. Machaguo tulionayo ni matatu. Chaguo la kwanza ni Mheshimiwa Diwani Sande Mkozi. Chaguo la pili Mheshimiwa mbunge ni Dkt. Jasson Bahemu, mtoto wenu ambaye nimesimama hapa naongea nanyi jioni ya leo, na chaguo kubwa kuliko yote ni Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye anatahiri kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi baada ya kusema hayo, ndugu zangu, naona Mheshimiwa Diwani alileta maombi. Ombi la kwanza linahusu barabara ambazo bado hazipitiki. Kuna baadhi ya vijiji, baadhi ya vitongoji ambavyo havina umeme, lakini kitongoji Nyakasozi A na baadhi ya vitongoji vingine vina changamoto ya maji, pamoja na zanati ya mzezi ambao bado haijakamilishwa. Lakini kubwa ambalo ninadokeza tumeka naye ni kuhusu vitambulisho vya taifa. Hapa Ntobeye wenye vitambulisho vya taifa na mtunyoshe mkono ambao hawana tunyoshi sasa nyinyi ambao hamna vitambulisho naomba niwaambie nyinyi, sasa hivi msihangaike tena, amekuja mtu ambaye atakwenda kusimama mbele yenu kuweza kuhakikisha kila mtu anapata kitambulisho, kama ambavyo leo nimekuja kukuomba kura yako tarehe 29 Oktoba ukanichague mimi kuwa mbunge, ndivyo ambavyo na wewe lazima uhakikisha unaniambia, nilikupa kura yangu, naomba kitambulisho changu, karatasi zangu hizi hapa, mimi nakaa nyumbani, naomba kapambane, tafuta kitambulisho niletee. Hii kazi nitafanya mimi kwa niaba yenu. Najua mateso makubwa sana ambayo mmekuwa mkikutana naye, watu wa Ngara pale mnapoenda kudai vitambulisho vya taifa. Hata mimi nilipata kitambulisho cha taifa kwa mapambano makali sana, lakini naomba tuwambie ndugu zetu ambao hawako hapa siku ya leo. Kwamba mateso haya yamekwisha, kwamba amepatikana mtu ambaye atakwenda kusimama kwa niaba ya watu wote wa Ntobeye. Vitambulisho vitakuja hapa Ntobeye, na nyinyi hamtatoka hapa kwenda Ngara kwenda kujiandikisha. Watakuja navyo hapa, wataleteni hapa hapa. Nyinyi ni mabosi zetu. Changamoto ya maji ambayo mheshimiwa diwani ameniambia Hili naomba niwaambie ndugu zangu katika kitabu hiki limeelezwa kwa kina limefafanuliwa kwa kina. Nikija na haya mamilioni ya Samia mwezi wa pili naomba mniambie haya fedha umeleta. Sasa hivi tunakupa la pili ni maji. Nalo nitakwenda kulifanyia kazi, nikishirikiana na Mheshimiwa Diwani Sande. Naomba muamini Sande, naomba mniamini mimi na tumwamini Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya mambo yote tutakwenda kuyamaliza. Changamoto nyingine ambayo imeelezwa ni changamoto ya barabara katika baadhi ya maeneo. Na hii bahati nzuri imeeleza vizuri katika hii ibara yetu katika ilani yetu, ambayo inasema serikali ya Chama cha Mapinduzi itaongoza itaongeza mtandao wa barabara za changalawe kutoka kilomita 304.71 hadi kilomita 380 katika jimbo la Ngara. Hizi kilomita zilizotajwa, ili ziende zije hapa Ntobeye au ziende Mabawe au ziende Murusagamba, ni lazima tuwe tuna diwani ambaye ni imara lazima watu tuna mbunge ambaye anaelewana na watu wake wa Ntobeye, hizi fedha, hii barabara itakuja hapa Ntobeye. Maombi mengine ya mheshimiwa diwani wenu, amezungumzia changamoto ya umeme katika baadhi ya vitongoji, lakini ilani yetu ya uchaguzi iliyopita ya mwaka 2020 2025 ilikuwa inasema kwamba serikali itakwenda kuhakikisha inafikisha umeme katika vijiji vyote nchini. Vijiji nao walifanya kila kijiji, sasa hivi umeme umepika. Kwa hiyo baada ya kufanya vile, zoezi la pili ilikuwa ni kufikisha umeme katika vitongoji, ndilo zoezi lilikuwa limebaki. Walifanya wakapika vitongoji karibu nusu. Kwa hiyo kama ni malengo, yalizidi malengo. Yalikuwa ni kufikisha umeme katika vijiji vyote, lakini umeme ukafika vijijini na ukaenda katika vitongoji nusu vya nchi nzima. Kwa hiyo walizidi malengo yao. Hii ilani yetu katika ukurasa wa 28 inazungumza inazungumza kuhusu kuimarisha upatikanaji wa nishati, ambapo ibara 33 inasema CCM itasimamia serikali kutekeleza fuatayo kumalizia unganishaji wa umeme kwenye vitongoji vyote vilivyobaki nchini. Kwa hiyo hata hivyo alivyovisema sande viko katika hii ilani, umeme utakwenda kuwafikia mshindo wenyewe sasa.